Homa Bay pia kuna jamaa amekuwa innovative hapa, lakini uh -huh. Sidhani kama ni innovative huyu, ni ameumia. Alikuwa na pepetu na hapo jana hmm. Baada kisanga akisanga kumtokea uh, pale huyu jamaa anaitwa Calvin Otieno. <laughs> <laughs> Wanasema since yesterday he has been fainting and waking up, fainting and waking up, fainting and waking up, fainting and waking up. Calvin's Otieno. Alafu picha yake imewekwa hapo wakiwa anapepetwa. Serious? Jamaa alituma 100,000 kwa mpango wa kando. Instead of ten, okay. Alikuwa anafaa kumtumia elfu kumi. Yes. Akatuma 100,000 aliongeza ziro kimakosa. Sasa jamaa nasikia naanguka, naamshwa. Mbona azipigie mwanadada, arejeshe 90k mpango wa kando arudishe. Hiyo imeenda, hiyo imeenda, yuko mteja. By the way, nasikia pole sana Calvin Sotieno. No, iwe funzo. We? pole pole, polepole. Story za ghost.